Eva, Madereva wa Tanzania nazungumzia, yeah, madereva wa Tanzania kuhusu wa mafuta, mafuta. Yeah. Yeah. Kimiminika. Wanapopakia kutoka yeah, kwenye maeneo yetu depo zetu yeah, Tanga, Dar es Salaam, na kadhalika na pamoja na, nna na, na, na, na, na, Mtwara kwa sababu so, hizo ndio mafuta. Mtwara inapakia mafuta Tanga, mtanga mafuta, Dar es Salaam mafuta. Vilio vilivyopo ni vikubwa sana kwa madereva. Basi, nashukuru, naomba sasa niyo, huyu, huyu nimemkamata leo hapa <laughs> mimi sio mtaalamu sana nimepakia <laughs> sana mafuta, lakini nilikuwa loko e, bwana, ndugu mtazamaji. <laughs> Haya ni maisha ya dereva nyuma ya pazia na viongozi wanaangazia muda wote, uh, kuhakikisha kwamba madereva wanapenda kusimama kwenye maslahi bora na wanapata maslahi yao. Asante sana, hebu patana na sisi hapa tulipo, alafu utapata faida. Nam kiongozi mtumwa, inakuaje? inakuwa kuaje? Yani mtumwa, wewe umepakia sana mafuta kwenye kampuni ambayo sitaitaja, lakini umehudumu muda mrefu ila wakuwaje unapokwenda kushusha mafuta huko kwenye nchi tofauti? Hawataki yani, hawataki vipimo vyako vile vya kitanzania hawavitaki, wanataka wa, wakupe vipimo unavyotaka wewe. Mwisho wa siku tajiri, tajiri anakuumiza wewe, unahusika